Afande twajua kazi ni kazi, lakini roho pia huchoka marazi. Nilegezee kamba kidogo afande, msongamano huu una hukumu ya ghafla. Koti na viatu vyangu vimejaa vumbi, mbio za tembo kiniacha nami nishindwe kufombi kufundi. Afande tafadhali macho ya rangi ya mbingu, nipishe kidogo ninyi na mlio wa filimbi. Afande baba, pigo la siku limebana sina hata raha. Afande mama, nielewe kwa tabasamu. Naogopa magoti kufa sio gharama tujiwezi kama simba wa porini, lakini hatujawahi kulala chini ya miti. Afande huku mwendo kasi una shida, hebu tusonge mbele bila kivuli cha vita. Nchi ni yetu sisi watoto wa ardhi, afande usituondoe kwenye njia ya, ya haki. Misitu yote tunapita kwa unyenyekevu, twajenga uhai ili vizazi viimbe siku limeba na sina hata raha. Afande mama, nielewe kwa tabasamu, naogopa magoti, kufa sio gharama. mm -hmm. mm -hmm. Kwetu hatujiwezi kama simba wa porini, lakini hatujawahi kulala chini ya miti. Afande huku mwendo kasi una shida, hebu tusonge mbele bila ya Nchi ni yetu sisi watoto wa ardhi. Afande, usituondoe kwenye njia ya haki. Misitu yote tunapita kwa unyenyekevu, twajenga uhai ili vizazi viimbe kwa mapenzi.